Ah, uh, ujambo na karibu na tumaini unaendelea vizuri. Jina langu ni Samuel Maeli. Nikukaribishe katika mafunzo ya Adobe InDesign. Ni kwa namna gani wewe unayependa kutumia Adobe InDesign katika ku design vitu mbalimbali katika kazi. Ah, uh, leo nataka nikufundishe ni kwa jinsi gani unaweza ku copy, ku paste na ku save rangi mbalimbali kutoka kwenye project mbalimbali katika kazi yako. Ah, uh, moja kwa moja tuweze ku kuingia katika mafunzo yetu. Cha kwanza kabisa ili uweze kukopi rangi na kukopi na kupaste katika kazi yako, cha kwanza kabisa lazima uwepo na na umbo lako ama project yako. Kwa hiyo hapa tuashume kwamba tuna umbo letu, labda tumelichora ni hili hapa. Ili ni umbo letu, lakini tuliwekea na rangi. Tutachukua rangi labda tutaweka ya pink. Ili ndio umbo letu. Sasa tuna kazi au tuna rangi ambayo tumeiona sehemu fulani na tumevutiwa nayo, tunataka tuihamishie katika project hii ambayo tumeichora hapo, ina rangi ya pink. Sasa cha kufanya kabisa, um, na kabla yote tambu kijua kwamba tools ambayo inahusika zaidi na, na masuala ya rangi ni tools ambayo inaitwa eyedropper ambayo ndio hii hapa, umeiona ni eyedropper. Sawa e, hii ndio tools ambayo ina husika na masuala ya rangi uh, sasa tukiachana nayo tunataka kuchukua rangi kutoka kwenye projekti fulani. Sasa cha kufanya, lazima kwanza tuwe na umbo ambalo tutakuja kuipestia kui kui, kuiweka hiyo hiyo projekti yetu Sorry. lazima tuwe na umbo na kuja kuiweka kazi yetu. Tuchukulie kwamba hapa hii tuja kuiweka project yetu yeah. Na baada ya hapo tutaenda kuangalia sasa ni uh, wapi au kazi yetu tunaenda kuichukua tuje tuiweka hapa tuweze kuipestia. Tutakuja tuna hapa ni ku control D. Ki control D basi zinakupeleka kabisa zilipo zenyewe hapa, angalia kazi zetu. Kazi zetu ni kama hizi hapa, naona labda nachagua moja hapa, kisha chagua tayari na open. Kazi yetu ni hii hapa, nakuja Tayari, kazi yetu ni hii hapa sasa. Ili kama kawaida, ah, hiyo ni hatua ambayo tumeshaileta kazi yetu ambayo tumetaka tuchukue rangi ambayo tumeipenda katika hiyo kazi na kuiweza kuiweka katika project yetu ambayo ni hii hapa sasa. Kazi yetu yenyewe ni hii hapa, imeshakuja tumeshaiona tayari, imesha imesha fit hapa kwa hiyo na moja kwa moja tutakuja tu deal na tools yetu ambayo nilikwambia mwanzo kabisa. Tools inayoshika na, na masuala ya rangi ni eyedropper. Eyedropper yenyewe ni hii hapa sasa, na tayari tukija hapa kwenye eyedropper sorry, tukifika hapa kwenye eyedropper, ehe tayari ukije hapo kwenye umbo lako, sasa ndio utakavyokuja kuklikia huko ndani kisha click moja kwa moja, tayari itakuletea hapa rangi ambazo zimetumika katika hii project yako au katika hii gazeti au hii gazeti ambalo utakuwa umelipenda. Sawa, na rangi zenyewe unaziona kama hizi hapa, kuna nyekundu, kuna hii hapa zambarau, kuna blue, kijani, njano. Hizi ni rangi ambazo zimetumika katika project hii. Sasa ukiachana na hivyo, wewe tuashume kwamba vile umependa rangi hii, na unataka uitumie katika kazi yako sawa. Lakini sasa lazima uje, cha kwanza uhighlight hii kazi yako hii hapa. Ukisha highlight, ndo utakuja, ukisha click hapa, tayari umesha click. Sasa tunakuja tuchukue tu, tukishachukua hapa rangi, labda tuseme tunapenda hii hapa njano, sawa. Kisha chukua rangi unakuja una click. Mkisha click, moja kwa moja unaona kabisa inakuwa imebadilika rangi katika umbo lako. Ilikuwa mwanzo ilikuwa ni nyekundu, lakini sasa hivi imekuwa njano. Hapo ndo unakuwa umefanikiwa ku copy na ku paste rangi, lakini bado hatua moja ambayo tunaisubiria ama tunatakiwa tuikamilishe. Hiyo rangi ili uje utumie tena, unatakiwa u save. Una save kwa namna vipi? Huku ujue imeshabadilika imekuwa njano huku na imebadilika sawa, lakini hii hapa katika hii swatches yetu tutakuja hapa tuta click uh, ukiangalia hapa rangi bado hatuioni, na tunataka tuione tuisave. Kwa nini tuisave? Ili tutumie tena hata baadaye. Uh, utakuja katika swatches kwa chini hapa ndo uta double click, kisha double click itakuja kitu kama hichi hapa, na hapo unavyoona rangi yetu ni hii hapa lakini hapa napo unaweza uka generate uh, kala nyingi tu. Kwa mfano labda hichi kitu fetch, unapokibadilisha unaona kabisa hapa, ukiangalia hapo kwenye rangi inabadilika, sawa. Like baada ya kutokea hichi kitu hapa, moja kwa moja hapa tutakuja katika vitu vitatu hapa. Tuna okay, cancel pamoja na add. Sasa sisi tutakuja hapa kwenye add, kwa sababu nataka tu save hii rangi yetu ili tuweze kutusaidia katika project zinginezo tutakuja tuna add hapa, tuna okay hapa. Moja kwa moja tukija huko kwenye swatches yetu, tukija tukiangalia, tayari tunaikuta rangi yetu ni hii hapa, sawa. Lakini pia wakasema ah, nilikuwa na shida na nilikuwa nimeipenda pia hii hapa, kijani. Nilikuwa nimeipenda hii kijani tena pia na, utakuja uta click hapo kwenye kijani, unakuja tena kwenye project yako una click ndani, tayari rangi yako inabadilika. Sasa ikishabadilika hapa, pia naye unahitaji kuisevu katika swatches. Iwe ni miongoni mwa rangi ambazo utakuwa unazitumia, na ukija hapa hauioni kama kawaida, tutakuja huku ta double click ta double click itakuja kitu kama hichi hapa. Ikija rangi yetu ndio hii hapa na tunataka tuisevu, tutakuja kwenye add afuzeni okay. Kwa hiyo tayari unakuwa umefanikiwa kuisave rangi yako hata ukija huko nako utakuta taiku, nini hapa. Kwa hiyo ni kitu ni simple sana, ni umakini wako tu, maana kuweza ni kutaka wewe pamoja na kushindwa ni kutaka wewe, ni maamuzi yako tu. A, ni rahisi sana namna kutumia Adobe InDesign katika kudesign uh, vitu mbalimbali. Baada ya hapo tutakuja hapa, hii kazi yetu tutahighlight, tunaweza tutoka futa na tukishaona, kabisa e, kazi yetu ni hii hapa, tunaweza tukaisogeza tukaiweka hapa. Lakini pia hii kazi tunaweza tukafuta, tunaweza tukaja tu baada ya kufuta, tunaweza tukachora hata tukachora umbo lingine, tunaweza tukachora umbo lingine hapa e, na tukishachora, tunataka turudishe ile ile rangi yetu kazi yetu kazi rangi yetu, ambayo ndio ilikuwa ni ambay Yeah, tuna badilika au ni hapa tumeipestia. Sorry. tunaweza kubadilisha rangi ama hata maumbo sawa, au ni hapa tayari nakuwa imebadilika kwa moja kwa moja, mpaka hapo unakuwa umefanikisha kwa lengo kubwa, uh, kupesti na kukopi, kupesti na uh, ku save kala kwa ajili ya matumizi yako mbalimbali uh, mbali. A, pia niendelee kukusii tu, endelea kujifunza ama kufuatilia mafunzo yetu e, kupitia Semyemba Academy. Utapata mengi, utajifunza mengi, ni kwa namna gani ama tools ama ni kwa namna gani uweze kutumia a, a, Adobe InDesign ku design vitu vyako mbalimbali mbali. Jina langu ni Samuel Meli nia